Sasa mimi kuna, kuna, kuna swali watu walikuwa wanajaribu kuoji kuhusiana na ile taarifa ya tume. Tuliona tume ya uchunguzi kitoa taarifa kuhusiana na namna ya kuendesha mwenendo au ma mambo yake wakati wa ile zoezi la uchunguzi, ambao tunakumbuka mara ya mwisho mheshimiwa rais aliunda tume maalum kwa ajili ya kuendesha au kufuatilia kufanya uchunguzi kwenye lile tukio la Oktoba 29. Mm -hmm. Sasa nataka nikupeleka kwenye jambo moja na unatakiwa tuelewane vizuri tu. Sasa ile tume imeundwa lakini, ile tume inayo iliyoundwa na mheshimiwa rais imeundwa kwa mujibu wa sheria ya Tanzania hii. Sheria inaitwa the Commission of Inquiry Act, ni sura ya 32. Hii sheria imefanyiwa tena mabadiliko mwaka 2023. Hii ni sheria zamani sana, yaani hii swala la kuunda tume kwa ajili ya uchunguzi kwa Tanzania tumeanza nalo. Ukisoma hii sheria vizuri, ni kwamba hii sheria imeanza rasmi tarehe 28 Disemba mwaka 1928. Kwa hiyo tunayo sheria ya kuunda tume maalum kwa ajili ya uchunguzi. Sasa, kabla hatujafika kwenye ile swali letu, nataka nikupitishe swala moja tu la msingi ambalo natakiwa kuelewa e, ni nani anaweza akaunda tume? Sasa sheria hii iko wazi, kifungu cha tatu kinaeleza kwamba rais anaweza, yani rais ndiye mwenye mamlaka ya kuunda tume hii ya kufanya uchunguzi. Sasa mtu anaweza akajiuliza kwamba e, kama rais ndio mwenye mamlaka ya kuunda hii tume, ni nani anaweza akampa taarifa za msingi ili kuweza kukamilisha au kufikiria kuamua kuunda tume? Yani ni nani ampe rais taarifa za msingi ili rais akae sasa, atumie mamlaka yake kwenye hii sheria, aunde tume sasa kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Sasa hii sheria yenyewe iko wazi, sheria imeelekeza mtu ambaye anaweza akaunda, yani mazingira ambayo anaweza kumfanya rais akaunda tume ni rais yeye mwenyewe, tunasema, eh, the president on its own motion, yani yeye mwenyewe rais, eh, in his or her own motion, anaweza akaona kwamba hili jambo, kuna haja, nimelisikia, nimeliona kuna haja ya kuliundia tume ya uchunguzi. Wa kwanza au kama atapata taarifa, yani atafanya consultation, atawasiliana na waziri husika kwenye eneo ya tukio lilotokea kwenye ile wizara inayohusika au mimi na wewe tunaweza tukaandika tukamwandikia mheshimiwa Rais eh tukafanya kiapo ili tukaandika statement zetu na vitu vitu vyote vya vit vit vit msingi tukamwandikia mheshimiwa Rais na tukamuomba aunde tume rasmi kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Sasa maana yake hapa tuna watu watatu ambao wanaweza kaunda tume, yani mazingira matatu ambayo yanaweza kufanya tume ikaundwa. Ya kwanza ni rais mwenyewe, baada ya kuona kwamba kuna mazingira fulani. Ya pili kama atapata taarifa ya msingi, yani atafanya mahojiano ya msingi au taarifa ya msingi kutoka kwa waziri usika kwenye jambo fulani hilo lililotokea. Mtu wa tatu ni mimi na wewe, ambaye sasa sheria inatuelekeza kwamba kama tutaona jambo fulani au tutaona kuna mazingira fulani ambaye atamfanya rais aunde tume, tunaweza tukamwandikia mheshimiwa rais na kumuomba kuunda tume kwa ajili ya kuchunguza kitu fulani. Lakini sasa mazingira ya rais na mazingira haya mengine ya waziri kufanya naye mawasiliano na mazingira kwetu sisi wengine watu wa kawaida ni tofauti kidogo, kwa sababu sisi watu wengine wa kawaida hatutaandika tu barua ya mkono wa kawaida. Ila tutaandika katika mtindo wa kiapo. Unajua kiapo kina kanuni moja, kiapo kina kanuni ya kuwa na ukweli. Yani kwenye, kwenye kiapo, unapokuwa unaandika kiapo, tunasema usijenge hoja, usitengeneze eh, sheria usitengeneze vitu vingine vingi vingi, isipokuwa weka facts, yani weka uhalisia wa jambo ukiambatanisha na ushahidi, then unaweza ukapeleka kwa mheshimiwa rais na ukamwomba aunde tume ya uchunguzi, na anaweza akaunda tume hiyo. Sasa watu maanake ni kwamba tume sasa inayo sheria maalum, na inavyokuwa inafanya shughuli zake zote zimeelezwa katika hii sheria sasa, na taratibu, kuanzia hatua zote mwanzo mpaka mwisho. Sasa mimi nataka nikupeleke kwenye hili swala letu tuliloliona mara ya mwisho juzi kwamba tume ime, ilikuwa tunaona watu mbalimbali wanaojiwa wanafanya mambo yao na mambo mengine mengine yanatokea ya hapa na pale. Sasa tunakwenda taratibu kwamba je, e, ile zoezi sasa la tume kukaa chini na kutoa ufafanuzi kuhusiana na uhusishaji wa vyombo vya habari katika kutoa taarifa kwa watu, kwa sababu kuna zuio limetoka, yaani sio, tuliona wanaongea kwamba waandishi wa habari sasa hivi hawatahusishwa tena. Je, kisheria hiko sawa? hayo haiko sawa? Sasa hapa twende sawa sawa. Hii sheria yenyewe ya kuanzishwa kwa tume imeipa mamlaka tume mengi sana, yaani tume hii inayoundwa na mheshimiwa rais imepewa mamlaka makubwa sana. Yani tunasema tume inapokuwa imekaa inakuwa imekaa kama mahakama, inapokuwa imekaa imekaa imekaa kama mahakama yani maana yake, ina privileges maana yake ni kwamba inalindwa kisheria, inalindwa wakati wa kufanya mambo yake yote. Yani tunasema ina immunity, yani ina ulinzi wa kisheria. Yani wakati wanafanya shughuli zao, sheria imewalinda kiasi kwamba huwezi tena kuwashtaki wakati wanafanya zoezi lao na mambo yao yote, wakati wa zoezi lao la, wanapokuwa wanafanya zoezi lao la kiuchunguzi. Lakini pia sheria kifungu cha kumi na moja kimewapa mamlaka, kimewapa yani, kimewapa mamlaka hii tume ku regulate their own proceedings, yani imewapa mamlaka hii tume kufanya shughuli zako wao wanavyotaka, wao watakavyoona inafaa wao. Yani mfano kama mwanzoni waliruhusu waandishi wa habari kuingia kesho wanaweza wakasema hapana, sisi tunaona utaratibu wa waandishi wa habari kuingia sio utaratibu, wa, sio utaratibu mzuri katika uendeshaji wa zoezi zetu. Kwa hiyo wanaposema kwamba hatutaruhusu watu hao waingie sio kusema kwamba wanasema wao tu, hapana, ni sheria imewapa mamlaka ya kuendesha taratibu zao wao watakavyoona inafaa. Sasa tuende taratibu, tuwashumu kwamba mimi sasa nimeona kwamba haifai sisi kama Watanzania tunayo haki ya kupata taarifa. Sasa hii hatutaipinga kwa maneno kama hivi tunavyozungumza. Tutakapozungumza hivi itakuwa ni kama maoni. Sheria inakupa utaratibu wa kufanya. Kama unaona kwamba hichi kitu wanachokitangaza wao au wanachokifanya kinavunja haki za msingi za watu kufahamu taarifa, sheria inaelekeza kitu ambacho tunaweza tukafanya. Tunaweza tukafungua kesi ya kikatiba kupinga hichi kifungu cha sheria ili kiondolewe. Mamlaka waliyopewa ni makubwa au wengine wanaweza wakaja na njia ya kimapitio tukafungua kesi ya mapitio e, kupinga huu taratibu labda wa hivi na hivi, pengine itakuwa ni changamoto kule, na sitaki kwenda kwenda mbali sana, lakini wanachokifanya wao sasa hivi, maanake ni kwamba wapo kisheria, kwamba wao wanavyoona inafaa wafanyeje mambo yao katika kuendesha zoezi lao. Wanasema kwamba leo hatutaruhusu waandishi wa habari, sheria inawaruhusu. Wanasema kesho waandishi wa habari waje waje wawili, sheria inawaruhusu, au kesho tutafanya moja, mbili, tatu, au hii tutawapa hii taarifa, hii ndio iwafikia Watanzania, hii nyingine tuiache kwa ajili ya sisi wenyewe, sheria inawaruhusu. Lakini sasa nzuri zaidi ni kwamba sheria imeenda mbali zaidi, imeprotect sasa. Kuna kitu fulani kipo kwenye hii sheria, watu ambao tunaweza tukaa hatukifahamu. Kuna kifungu cha ishirini na mbili kwenye hii sheria kwenye marginal note huku pembeni kinasema kwamba protection of person publishing, yani tume inapotoa taarifa yake yenyewe, ikatoa rasmi, mimi napoitoa kwenye mitandao ya kijamii au wa kuhabarisha watu wengine, hii sheria imenilinda, lakini ni kwa zile taarifa zitakazokuwa zimetolewa na nini na tume rasmi ikazitoa au baadhi ya waandishi wakaruhusiwa kuingia kwenye hiyo tume kuchukua taarifa fulani, wakizitoa hawawezi kushtakiwa na tume na wala hawezi kuchukuliwa watu wa aina yoyote, kwa sababu hii sheria imewalinda watu wanaopublish ile taarifa rasmi iliyotolewa na tume, kama mna ushahidi. Kwa hiyo hapo ukija kuangalia, maana yake ni kwamba tume inavyotengeneza huu utaratibu wake, labda wa Namna ya ku regulate namna yako, yani kutengeneza mazingira au namna ya kuendesha zoezi lake la kiuchunguzi kwa watu wanaokuwa mle ndani, inaweza ikasema labda tuingize waandishi wa habari wa watatu, na taarifa zile kabla ya kutolewa zitakaguliwa na tume ili ziende kwa Tanzania na sio kila taarifa. Kwa hiyo sisi tunapokuwa tunalitazama tunasema hapa, mimi nimeitazama kisheria kwamba likoje. Kwa hiyo watu wa Tanzania wanatakiwa wafahamu kwamba hii taarifa ya tume, namna ya kuendesha mwenendo wao, taarifa zao mambo yao sheria imewapa mamlaka hayo, wao wenyewe wapange waone namna gani wanaweza kaendesha mambo yao. Sasa sisi tutakapoona kwamba haifai hawa ijakaa sawa sawa kimaoni na kimtazamo na kisheria, hapo sasa itakuwa ni hatua nyingine ya kwenda mahakamani kupingana na haya hichi, e, kifungu cha sheria ambacho kimeipa mamlaka ya ya kwenda mpaka huko, tutakuwa tunaona kwamba kwamba watu wengine wanaweza kusema labda mamlaka ya tume yameenda mbali kwamba. Sasa kama mamlaka ya tume yanashindwa mpaka ku kutoa haki ya watu kufahamu kinachoendelea, tunaweza kusema kwamba labda mamlaka ya tume wameyatumia vibaya au wameenda mbali tofauti na matakwa ya sheria. Takavyokuwa nasema hayo hayo, tayasema mdomoni hapo, ila tayasema tukiwa kwenye mahakama na kwa kutafuta amri za mahakama rasmi, ili mahakama itoe amri kwa tume kutoa hizi taarifa rasmi kwa Watanzania wote na kufahamu kinachoendelea kwa kila siku katika shughuli zao. Lakini kwa sasa tukubaliane tu kwamba tume E hii, hii ambayo imeundwa na no Mheshimiwa Rais inayo mamlaka ya kuendesha shughuli zao kwa kadiri inavyoona inafaa. Kwa hiyo ikisema waandishi wa habari hatuwahitaji leo. Tuishie hapa hapa, maana yake hicho kitu atakachokuwa wamekifanya wamekifanya kwa mujibu wa sheria na sheria inaelekeza hivyo. Lakini pia imewalinda watu wengine ambao watatoa taarifa iliyotolewa na tume, yaani ile taarifa inayotolewa na tume au video iliyorekodiwa na tume na wakatuma sheria inaturuhusu sisi kuisambaza, kuitolea maoni kwa kadri utakavyoona inafaa, na mambo mengine ambayo yanaweza kuendelea, na huo ndio utaratibu ambao umeelezwa kwenye hii sheria ambayo imefanywa pia e, marekebisho e, mwaka 2023. Sasa hivi ni sura ya 32 iko hivyo na inaendelea kufanya kazi na iko sahihi kwa namna hiyo. Asante. Kwa elimu hizi na mengine mengi usisahau kutembelea katika kurasa zetu za sa Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.